Ya yeah, na hapa ni Umeme Swahili. Kama unavyoona kuna vitengo mbalimbali hapa, mbali kitengo cha kwanza ni kitengo cha stationary. Ya hapa nakaa Mr. Kesengewa, naona kwa sasa hivi hayuko amebakiza, wafanya kazi ama ni robots ah. Vile vile kuna parts ya electronics hapa hapa, vifaa Arduino, transistor, resistor, capacitor zote zinapatikana, lakini sekta ya tatu ni umeme eh, masuala ya umeme. Lakini vile vile, kuna mtaalamu hapa, mtaalamu wa misida hapa. Ndio ofisi yetu, si ni kwetu. Tunajishughulisha na kazi mbalimbali za umeme. Hii ni ramani ambayo tulikuwa tunaichora, tunachorea wiring system zake, ambayo tunaona hizi hapo, kama tunavyoziona hizi ni za taa hizo na hizo, na hizi ni ni switch zake, na hizo ni soketi zake hii ni ramani za wiring tunazichora, lakini pia tunajihusisha na designing ya projects za electronics mbalimbali. Kwa mfano kuna hii simple project hapa ya kuwasha na kuzima taa kupitia remote ambayo tukaiona, ambayo iko hapa hivi, tukawasha hapo, tunaona kama inavyowaka hapo, tukazima, tukazima. tukazima. Kwa hiyo unakuwa unawasha na kuzima taa kupitia Remote. Hatari sana. Kwa hiyo naweza nikawa nasitumia switch lakini nikawasha kupitia remote. <laughs> Ndio. Hatari sana. Lakini hapa pia pia tuna mtu mtaalamu mmoja anaitwa Aje Andrea TZ. Naam. <laughs> Masuala ya computer software na AutoCAD. Ya. Ndio hiyo ni AutoCAD hapo ndipo tunamalizia malizia. Ndio. Ya hii lighting circuit. Eh eh. Uh, hii lighting circuit kama unaweza kuona. Kwa hiyo tuna design hapa. Tushatoa sample moja hii. Tumejaribu kuplot na kuprint kuona kwamba Yeah, itakaeje maanake sio tukatoa alafu kumbe vitu havijafiti vizuri, lakini hapa tunaona kwamba kwenye A3 inafiti japo. Uh, inatakiwa utumie karatasi kubwa, lakini kwa sababu tumikazi ya majaribio kutumia A3 kwanza. As o karibuni sana na huduma nyingi. Hii ni mojawapo tu, kama mlivyona socket pale, masuala ya PLC eh, simulation mbalimbali stationary, ziko service nyingi sana. Ah, asante sana bwana, mimi nilikuwa napita tu hapo Umeme Swahili na naweza kujionea wana mabango hapa mbalimbali.